Habari za asubuhi jamani, msikilizaji pamoja na mtazamaji wa SQF TV, unaweza pia kutusikiliza kupitia jamani, stream live, lakini pia ready box, siku ya leo asubuhi ya leo ya tarehe 13 Oktoba 2025 ndani ya mjengo niko mimi pendwa Godson, lakini nipo na mwenzangu hapa. Uh, Bonface Allen, tumekutana tena. Tumekutana tena, mm, toka tulipoachana siku ya Ijumaa. Hem yeah. Tuwa tuwaambie kidogo hata na msikilizaji pamoja na mtazamaji apate kuelewa kidogo. Weekend yako ilindaje? Bana, weekend ilikuwa nzuri sana. Mm -hmm. Eh, kwanzia siku ya Ijumaa, Jumamosi pale mambo yalikuwa mazuri sana, mm. Jumapili leo tumekutana kwa hiyo ni kudra za Mwenyezi Mungu zimesababisha hilo. Amina kabisa. Mm. Mimi nina challenge moja kwako. Ni kitu gani kikubwa ambacho ulisha kushuhudia kwa rafiki yako kizuri zaidi? Uh, rafiki yako karibu <laughs> labda mafanikio tu mafanikio e, kufaulu kutoka sehemu sehemu moja kwenda sehemu nyingine, rafiki yako kabisa damdam dam. E, damdam sasa, mimi na rafiki yangu huyo mmoja mpendwa mm, kabisa anaitwa Glorious Antoze siku ya Jumamosi ya tarehe kumi na moja, ilikopo shughuli yake muhimu kabisa mm, alifunga ndoa, alipata nafasi ya kufunga ndoa na kijana anaitwa Matias Mm, mia hayo kutokea kule habari maalum Garamtoni. Kwa hiyo shughuli yake ile ilikuwa imeenda salama, mimi nilifurahia sana kwa sababu ni rafiki yangu damdam mm. Kwa hiyo yu... e, e, kwa kweli niliufinya siku hiyo nilifurahia kwa, j... kwa sababu kwa yu... mwaliko lakini like Mm. So, sana kwa Gloria Santos pamoja na mume wake Matias Mihayo ambapo shughuli yake ilifanyika pale siku Jumamosi, Mwenyezi Mungu, ya Jumamosi Mungu azidi kuatangulia kama ana mtoto wake anasumbulana tatizo la mdomo wazi ama mdomo sungura, amwambie mapema kambi yetu matibabu itakapotua sehemu fulani, inakuwa ni rahisi. Lakini pia bado tunaendelea na mafunzo yetu mm -hmm, ya huduma uh, nje ya hospitali mafunzo ya huduma nje ya dharura. Kwa wanapatiwa mafunzo wale manesi jinsi gani ya kumhudumia mgonjwa nje ya hospitali. Huduma, yaani kwenye masuala ya za nje ya hospitali. Ndiyo. Yani, kabla yule muhanga au mgonjwa ajafikishwa hospitalini, mm -hmm. anapewa huduma kwa usahihi sana, yes. Sasa wanapewa mafunzo katika kuhakikisha wanafanya huduma hiyo kwa usahihi, mm -hmm. wakati mgonjwa yuko pale anapatiwa huduma nzuri na wakati akiwa njiani kuelekea hospitali kabisa. Lakini pia kuanzia Novemba moja tuna jambo letu hapa taasisi ya The Same Qualities Foundation imezindua inazindua huduma ya uh, ni huduma ya nje eh? mm. ya, <laughs> ya dharura huduma ya nje ya hospitali si yes. Ndio huduma ya dharura nje ya hospitali so taasisi yetu hii hapa itazindua huduma uh, hiyo ambapo itaanza Novemba moja ambapo tutakuwa tuna namba zetu ambazo mtu anapiga bure kabisa. mm. mtu atakapokuwa na changamoto yoyote anapiga hizo namba na sisi tunampatia huduma hiyo kupitia njia ya ambulance na ndipo tunamfikisha hospitalini. Kaa tayari, kaa kijanja tukupe huduma nzuri. Yeah. kabisa karibu sana bwana wifbua nifasi tupitishe katika magazeti asubuhi yaliyo machache kati ya, ya mengi ambayo yameandikwa bana. Mimi naanza na gazeti la Nipashe, ndio karibu katika gazeti la Nipashe. bwana habari kubwa mm. hatima ya Lisu kwa majaji leo mm -hmm. ni katika mvutano wa kisheria uliotokana na Lisu kuhoji uaminifu wa, wa shahidi wa jamhuri mm. hoja aliyoijenga eh, kwa msingi uliowekwa na mahakama ya rufani kupitia mashauri ya Lilian Fortes na Shadraki Sospita habari kamili inapatikana katika ukurasa nambari tatu. mm -hmm. mm -hmm. Lakini mambo yanaendelea kuna... E, mm -hmm. ilikuwa ni mfululizo mchakamchaka, yes. Lisu kufika mahakamani mm -hmm. kurudishwa rumande. Mahakamani rumande. Sasa mm -hmm. leo Jumatatu tarehe 13 mwezi wa 10 mm -hmm. mwaka 2025 shughuli inakwenda kujulikana leo. Samia awapa angalizo vijana. Ole Sendeka awataka waliokatwa CCM wasiwe kiini cha vurugu. mm. viongozi wa dini wasema wamesemaje? Chukua nakala yako, taarifa ipo ukurasa nambari mbili, gazeti la Nipashe. Sasa nikiamia gazeti la Majira, wanasemaga kwamba wao wana kauli yao mbiu. mm. gazeti huru la kila siku wenyewe wameandika kwamba piga kura kwa amani, haki na afya bora kwa taifa letu, soma katika ukurasa namba 10. Lakini pia Samia tutapiga kura kuwezesha maendeleo, soma katika ukurasa namba nne. Lakini pia msikiti Mwanza kuombea uchaguzi mkuu na INEC, soma katika ukurasa namba nne. Serikali ya ACT Zanzibar kuongezea thamani bidhaa, soma katika ukurasa namba nne. Gazeti hili la Majira. Aha, tukiachana na gazeti la Majira, kuna gazeti linaitwa Uelekeo mm -hmm. habari kubwa imeandika, Dr. Samia asema vijana msichezea amani mm. ehe, aonya vurugu E, uchaguzi umeona, eh. mm. Aahidi maji na ajira, Mbogwe viwanda vya maziwa Bukombe. mm. asema vijana wasitumike vibaya. mm. Mm -hmm. Lakini pia kuna taarifa nasema Dkt. Biteko asema Rais Samia ni kiongozi anayejali utu, hiyo mm. ni taarifa ambayo imeandikwa katika gazeti la Uelekeo. Gazeti la Zanzibar leo wanasema kwamba tutazipa thamani bidhaa za Zanzibar, zitambulike kimataifa. Soma katika ukurasa namba 3. Lakini pia Amerika kusini yagawanyika, ya, ya, ya kiongozi upinzani kutunikiwa tuzo ya amani, no, ya Nobel. Soma katika ukurasa namba 9. Lakini pia mgombea urais makini aahidi Zanzibar mpya. Soma katika ukurasa huu hapa namba tatu. Daktari Mnyingi anasema serikali itaendelea kushirikiana na jumuiya ya wakandarasi. Soma katika ukurasa namba 2 katika gazeti la Uhuru habari kubwa kabisa nasema Dkta Samia mm. as, awasisitiza vijana kulinda amani. Unajua, vijana ndo kundi kubwa kundi eh? e, lenye nguvu kubwa ya taifa, mm. wanasema sasa, wanapaswa kuweza kuhakikisha amani inakuwepo kwa mm. sababu amani inaweza ikavurugika kama vijana mm. na wenyewe wakivurugwa mm. e, kabisa. e, kwa hiyo Samia amesisitiza amani na hasa akiwaasa vijana wasitumike mm mike kabisa. Vijana ndo kwanzia umri wa miaka mingapi? kumi na nane mpaka mingapi? Sindo arobaini na tano bado kijana kabisa. Kuna mtu ana umri wa miaka sitini lakini bado yupo ana nguvu ana nguvu, basi na yeye asitumike <laughs> lakini sa, pia sana. Kuna habari nyingine nasema, wito mm. eh, wa Dkt. Nchimbi kwa viongozi wa dini mm. ni upi? Chukua nakala yako uweze kujisomea, alafu kafu kujenga barabara za mitaa jimboni Ukonga. Taarifa pia imeandikwa katika gazeti la Uhuru, Dira ya Mtanzania, anasema kwamba Mchengerwa awataka dati na udati kumaliza kero ya usafiri Dar es Salaam. Lakini pia Samia toke ni kifua mbele Oktoba 29. Unajua tumebakiza kama wiki hmm, mbili, bila kukosea eh, lo, ikiwa ni tarehe ngapi, kumi na tatu, tunabakiza kama wiki mbili, vitu hivi tuingie katika uchaguzi mkuu pale, na tumaini mwende vyema mimi mm. mapema tu nilikamilisha taratibu zote, Oktoba 29 utajitokeza kwenda kupiga kura. Nilikuwa nasikia kuna sentensi ulitaka kumalizia, Oktoba 29 na, na kwenda kupiga kura. Safi sana, sawa, e bana <laughs> gazeti la Mwananchi habari mm. kubwa inasema mauaji ya askari Arusha ya yashtua. Yes. Hiyo taarifa tumeipata kusikia yes. Meipata, eh? mm -hmm. Apigwe na kitu kizito kichwani jeshi mm -hmm. la polisi Arusha ladai alizidiwa mm -hmm. na kilevi akiwa ba la washikilia mm -hmm. la watuhumiwa watano mm -hmm. Angalia picha ya askari huyu kama namfahamu. Masejo. Ah, si mfahamu. Ah, huyu, unamzungumzia alikuwa anazungumza. Masejo, yes, ndo alikuwa anazungumza. Ah, Masejo ndo alikuwa anazungumza. Eh. Ndio picha yake iko hapa. Mm -hmm. Ah. Okay, gazeti la Raia Mzalendo hapa, mimi namalizia gazeti hili la mwisho, alafu ndugu yangu hapa Boniface Alan ni bwana fundi atatupitisha katika magazeti ya michezo tutasikiliza, mm. kwa undani zaidi kipi ambacho kimejiri katika football Ah, okay, gazeti la Raia Mzalendo anasema kwamba, ah, watano wakamatwa mauaji ya askari polisi, soma katika ukurasa namba tano. Lakini pia diplomasia ya afya Tanzania Komoro Comoro yaimarika katika gazeti hili ukurasa namba tatu. Lakini Ecobank yajivunia miaka 40 ya ukuaji ubunifu na kujitolea Afrika, soma katika ukurasa namba 4. Rais Samia aingia mkoa wa Geita kwa kishindo, soma katika ukurasa namba saba kabisa Yibana katika michezo sasa mm. na kamata gazeti la Mwana Sports ambalo ndo gazeti mahususi kabisa kwa taarifa za michezo. Kuna mm. habari kubwa inasema, Roro apewa saa 72 Yanga. mm -hmm. E, Roro apewa saa 72 Yanga, huyu mm. ni kocha wa Yanga Roman Falls, kwa hiyo yu, yupo kikaangoni mm. e, alicheza katika mechi ya kirafiki akupata matokeo ya ushindi kwa hiyo ameanza kuangaliwa zaidi kwa jicho la tatu. Ndiyo. Lakini naona picha na mu, inamwonyesha kocha wa Kimadagaska anamzungumzia eh, Roko Trandabe ambaye anahusishwa kujiunga na klabu ya soka ya Yanga, lakini kuna taarifa kubwa inasema Pantev ashtuka Simba. Pantev ashtuka Simba. Ameshtuka na nini huyu? hmm. Ni meneja mkuu mpya wa klabu ya Simba kisa cha kusikitisha cha Salim Bonde ni kipi hicho? Hebu chukua nakala yako ujisomee kuhusiana na, na e, taarifa hiyo kuhusiana na mchezaji huyu mkongwe. Ehe. lakini tukiachana na taarifa hiyo bwana, na gazeti hilo ni kamati gazeti la habari leo, habari hmm. kubwa za kimichezo e, taarifa kubwa inasema JKT Queens yatetea ngao ya jamii. Dada zetu wa JKT Queens Ndio. Jana walifanikiwa kushinda taji la ngao ya jamii. Kwa hiyo pazia la msimu mpya wa mwaka 2025 2026 limefunguliwa rasmi kwa mechi ya fainali ya ngao ya jamii, na JKT Queens ndio mabingwa. Msimu uliopita walichukua wao, na msimu huu kina dada hawa wamechukua. Wanasema soka kizalendo ya si wanajeshi, kwa hiyo hmm, kizalendo zaidi. Job kagoma waikosa Iran, Job kagoma waikosa Iran, tatizo ni lipi? Chukua nakala yako uweze e, kujisomea. Kumbuka kwamba Tanzania itacheza na Irani, hmm, mechi ya kimataifa ya kirafiki kesho, watacheza kule Dubai. We mwanamichezo, vipi bana, ujajiandaa kwenda naye e, Dubai. Dubai. Eh. Ah, mechi ni kesho, waotajipanga kwa zinazofuata. Hey, okay. <laughs> Simba ya waza eh, makubwa ligi ya mabingwa hiyo, ni taarifa ambayo imeandikwa katika gazeti la Habari Leo upande wa michezo bana, tumalize malize mm, tumalize malize na nikamate gazeti la Nipashe upande wa michezo, habari kubwa zaidi yasema Yanga kucheza Malawi na joto kali mm, yaanza kujifua kuzoea mazingira. Hey, sawa. da pale sikuna joto pale da, joto lipo mm. mm, e, au kama limepungua, angalie na mikoa jua lilawaka kweli kweli. mm. E, waone watajipanga vipi kwenda pale Malawi wakiwa wako fiti mo. E, Bajaber arejea Simba. Habari njema sana kwa Simba hii mm -hmm. E, ni kuhusiana na mchezaji wao huyu mpya, bado hajatumika kutokana na majeraha, lakini naona amerejea mazoezini. Kwa hiyo Bajaber huenda tukaanza kumshuhudia siku za karibuni akiitumikia Simba katika mechi zake. hayo ndo alojiri kimichezo. Shukrani sana Bon Fasa Alan mm. Lakini baadaye kwenye kipindi chetu kile e, kabisa SQF michezoni mm, utakuwa na mengi zaidi ya kispoti. Sawa, ni kushukuru sana mtazamaji, lakini pia msikilizaji ambao umechune, lakini pia kusikiliza kupike, kupitia radio box siku ya leo. Tumekupitisha katika magazeti ya asubuhi ya leo, tumepitia machache kati ya mengi ambayo tumeyasoma asubuhi ya leo. Utaenda kununua nakala yako, utapitia kwa undani zaidi kile ambacho kimeandikwa. Lakini pia jambo letu muhimu, kuanzia tarehe moja Novemba, jamani, piga simu yako pale uh, toll free number ni 080800750392. 0800750392 Hizi ni namba za kupija pale ambapo umepata changamoto yoyote nyumbani, aidha ni ndugu yako, rafiki yako, wewe binafsi ama ni jirani yako, mumona amesuguliwa mm. na changamoto yoyote anahitaji huduma ya ambulance kupitia namba hizo, tuna unapiga bure kabisa, na sisi tunapatikana pa AICC jijini Arusha, ulikupo nami Pendo Gorton, lakini ulikupo na mwenzangu hapa Boniface Allen, bwana fundi, tukutakia asubuhi ile kuwa njema, bai kwa sasa.